Good morning, good morning, good morning, good evening, good afternoon, good day, good night to you. Whoever you watching my video, I'm Vanilla. We, nakwambia huku kwa mitandao kuna waka moto. Nilisema na by the way, kuna time yenye nilikuwa nasema hiyo kitu uko nayo, utunze vizuri. Watu wakakataa kunisikia. Leo nataka tuongee na mimi sitaki kupigwa mawe. Watu wa TikTok juu watu wa online line, muko na matusi ma, ma kari kari. Mimi mtimusi ni tusi. Mimi sitaki matusi. Na mwenye tani tusi. <laughs> Nitamwambia mwingine, alisema atawatuzi, akiamua kuwatuzi, mtu ataenda kuwekwa maji. Okay, mimi siko hapa ku address anybody ama siko hapa kutuzi mtu but nataka tuongee ndio tuelewane ndio tujue vile tutajenga, tuta, hii tuta, tuta simboma. Wewe aiseleyo, sitaki matuzi. Najua kuna mtu naenda kuguza ama kuse- kutaja. Najua watu wengi hapa wanaweza nirushia mawe, but sio hivyo. Mimi siko siko against na vile anafanya but, ni vizuri saa zingine, by the way, hata tukifanya kitu tufanyange kama tuko na hekima. Nilisemanga hiyo kitu uko nayo uitunze vizuri. Nikasema if you are married, kama we ni mwanaume uko hapo unaochingi video zangu, tafadhali njaribu kufuatilia hata kama mimi ni mimi, hata kama mimi si mwerevu sana kwa hizi maneno, lakini fuatilia kidogo tu, na itakuja kukusaidia baadaye. Nikasema wewe, kama uko married, kama wewe ni mwanaume, tunza bibi yako vizuri, na kama wewe ni bibi, tunza bwanako vizuri. Nikisema hivyo, kuna story imeenda failo sana, na kuna story na iko iko holova ya huyu huyu bibi ya karangu hmm? Trisa Ukiangalia Tirisa saa hii ile mambo anafanya njua ya kufanya wakati alikuwa kwa ndoa, ama mpaka mavazi yake imepandilika. Mimi nasitaki muniruhusie mawe. Mimi sitaki mtu aniruhusie mawe. Nikuongea mimi naongea na ni fact ni ile kitu iko. Ukiangalia saa hii huyo bibi ya Karangu hata makeup anafanya saa hii. Na mimi msiniruhusie mawe. Tafadhali naomba. Siongei kwa umbaya na kwa so for you, for mimi siko agenesti na vitu senye anafanya aso. Mimi ni mwanamke mwenzangu, mimi nafurahia sana vile anafanya, sababu hii mambo yote anafanya akufanya akiwa kwa ndoa, akiwa pale kwa ndoa, kazi yake ilikuwanga, sijui kama tumesikia story yake vizuri, kazi yake ilikuwa kulea watoto, kuangalia mbuzi, kuangalia kondoo na kufungafunga hizi manini ya nyumbani kama mwanamke, kama kama mwanamke ule mwingine vile anawezafanya, na sio mbaya, is good, lakini akupatiwa na ile nafasi ya kufanya mpaka makeup, akupatiwa na nafasi ya kutengeneza hata kucha, akupewa na hiyo nafasi, na alikuwa na pesa. Tuelewana hapa, Trisa akuwa akuwa maskini. Trisa akiwa kwake pesa ilikuwa ni kama ilikuwa inaingia, lakini kale ka freedom hakuwa na kenyewe, hmm? hakuwa na kenyewe. Unajua fadhali utu, yani tuongeange hii maneno, badala mtu akuja saidi ametoka anaenda kuji, kunini kufanya hizo vitu nje, mpatie freedom. Hata akiwa kwako afanye vile anataka. Kama wewe ni mwanaume, wacha kuweka bibi yako na baridi kila wakati hivyo. Aladhea adiulizani my video please Jaribu, kama wewe ni mwanaume kuweka bibi yako free nju hata ile siku, hata ile siku mtakosana, atakuwa akikuwa ati akuna vitu atafanya, hata we mwenyewe uone kuna mahali ulishindwa kufanya hmm. tusikuwa ati marriage ati mtu ameingia kwa marid, ni kama ameingia njera. Hapana, wacha mtu akue freedom kwa kiwa kwake unaona? Kama usi, usiweke bibi kwa nyumba Wacha wacha wanaume leo ni ngongelele wanaume kidogo, usiweke mwanaume mwanamke mwana mwana mwana kwa nyumba, ati ni kama umemfunga, ni kama kuku ya kienye ya nini ya broiler ati haisi toka. Kazi yako ni kumletea mpaka mafuta, au akitaka mpaka suruali unamletea hiyo, sio fia. Wacha mbona mwanamke mwana atokeleze huko nje, at least ataende, aoneka aone na wanawake wenzake at least. Lakini wakati umemfungia Unajua siku ya kufunguka ya kufunguliwa itafika. Hmm? Na ikifika utaona mambo imeanza kupandirika. Na atakuwa ngumu wacha niwaambie. Wacha niwaambie ukweli. Itakuwa ngumu kurudi. Wacha niongelee Tili sana siongei, kwa ubaya. Na kama nitaongea vibaya mnisamee tafadhali. Hmm? Unaona kama saa hii Tili sana mahali yako sio the same vile alikuanga kwa karangu. Sai ako akona kazi yake, sai anaesaana kukaa peke yake. Akona opportunity mingi sana, Trisa. Mungu amembariki sai, amemuinua. hmm? na wanaongea wanaongerelea Trisa vibaya, tafadhali wachaninatrisa. na kama we ni mwanamke kuongelea uvaikuongeeatrisa vibaya na mimi siko hapa ku, kunini ku, kunini ati ndio nipigwe mawe hapana. Ni kuongea na ongea. Ndio to learn, unajua ni vizuri ku learn, wacha acha mtu isikuje kulaniwa na yako. Ati watu wasome na lako. Mm -mm, mm -mm. Maybe abadhari usome na yati sasa hai kama wewe ni mwanaume. Na unakwanga unafungia bibi yako kwa nyumba au mpatie freedom yake tafadhali. Mpatie freedom. Ndio ile siku atatoka tu hivi kama vile Mama Muraya ametoka, inaweza kuwa ngumu kurudi mahali pale tena, kufunga makondo na makuku. Ukioa mwanaume mwanamke, usimfanye ana atiana nase kwa ile mboma. Hapana, hiyo sio ndoa. Hmm? Mpatie fridomu yake. Hata ye vile vitu kama akufanya akiwa msana afanye njua, sipofanya atakuja kufanya akiwa mkubwa hata mtoto ukisaa mtoto umfungia ngi, ati hata atakaa kwa nyumba ati hatutaki aende acheze sijui achafuke, my friend. Ila siku hiyo mtoto atatoka, atacheza, atakuwa mkubwa. So ya leo ni nikusema nini? Nitarudia nini tena ile maneno nilikuwanga nimesema? Unaona hiyo kitu uko nayo, itunze vizuri, ndio usipo itunza itaenda kutunzwa na mwingine. Haya kama juzi juzi nilipata call namba hivi. Mimi wamama, sijui wamama nitawafanya nini. Mi sijui kama nitawapatia hii maneno na kijiko kama dawa ama ni nini. Kila mtu tatu, tatu. Kama utatapika utapike mbili umbakishe moja, ndio hiyo maneno ikange ndani yako kama ina ina nini. Kama wewe kuna wamama mimi kuna, nilipata call ilikuwa ya mwanaume akaniambia fanila nataka uongeleshe bibi yangu juu amekuwa yani, akininyima ati anasema ati alienda mahali ati sijui ni sijui ni semina gani, ndio sijaisikia hivyo, by the way, ati aka aka sasa, vile alirudi, sijui hiyo semina tilikwanga inasema ati usiku unalala na mwanaume sana, ati utapanuka wewe mwanamke, wewe juu, niliongea na wewe alafu ukaanza ni kama ukaanza kama unataka kuniongelesha vibaya, but it is okay. Mdomo hmm? ni yako, hata ungenituzi, ni mimi nilikupigia but mimi, mimi namba na yako nilikuwa nimepewa na bwana yako nikuongeleshe. Ndio sio vizuri vile unafanya hmm? na kama wewe ni mwanamke uko hapa, hii ati mnasema si amtabea mama bwana zenu, ati ndio musipanuke. Nani aliwaambia? Hakuna kama mambo na kupanuka. Kama wewe ulienda ukanini ile siku ya kwanza tu, ulitolewa hiyo vanjo, hakuna ile siku ati uta, utarudi vanjo tena. Let me tell you the truth, hata ufanye nini ama ufanye nini, hakuna ile siku utarudi vanjo. Eh. Ati mnasema ati sijui ati ukipea bwana wako ati kila siku au sijui una, una, una, nini ati ati hiyo kitu inapanuka ati kuma inapanuka inapanuka inapanuka. Nani aliwaambia hivyo? Nani aliwandanganya hivyo? hiyo masomo, imagine mnaenda kusoma, sio mzuri. Ndio ndio itafanya ndoa siharibike? Wacha nikwambie wewe mama, kama uko hapo unanisikiza, unajua kabisa kabisa upeangi bwana yako, ati ndio usipanuke. Wacha nikwambie hiyo ni mentality watu wanajiwekelea na utanyima huyo bwana yako, ataenda apatiwe huko nje, na akipatiwa huko nje hata wairundi kwako tena, utaanza kulia ho, sijui nini, bwanangu alitoroka kwa mboma. Na wewe, wewe umefanya atoke, ndio usipo us, ukimunyima hata hata kaba ilewe. Wanawake ni wengi, wako huko nje wenye wanangojea hiyo kitu pale saidi uko nayo. Nasemanga tumia ile kitu saidi uko nayo sababu kazo inaweza kosekana. Tumia hiyo kitu vizuri. Kama ni mwanaume, mwanamke pia bwanako vizuri, juju ikesho itakuwa aje. Ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Na unaweza munyima saa hii, aende apate mwingine, ako na njaa kiu, eh? aende ampatie vizuri. My friend, utalia utakuwanga unashinda kwa kanisa kama wewe, kama wewe, kama umeokoka kama mimi. Oh pastor niombee mzee arudi kwa mboma. Na ni nani amefanya atoke? Ni wewe. So, ni vizuri kujua mapema usiwe nyima bwana wako ati ndio unasema timu yako itapa, itapanuka. Mm-mm. Hakuna, hakunanga kitu kama hiyo. Maybe ukue vanjo ujaifanya hiyo kitu lakini kama ushaifanya aa, aa, akunanga kupanuka. Kwa sasa tema yumo akondani, yumo ukinini hivi, itakuwanga very strong lakini hata usivyofanya na ulikuwa umefanya hata hiyo nini hiyo ikua, vanjinti ikuangi strong sababu ya nini? Juu lazima ufanyise kazi. Uwezi nunua jembe atuseme hii jembe itakaa kwa nyumba ndio isiishe, lazima uifanyise kazi. Uwezi nunua mpaka homa atuseme hiyo homa haitaenda kuchimba ati ndio isiishe? Ni nini ulikuwa unanunua Like seriously, hmm? na kama wewe ni bibi ni bwana, unaambianga bibi yako ati sijui amepanuka ya sijui nini? Hiyo once tuache, juu wanawake wengi mpaka wanajidharau juu ya kuambiwa na mabwana hivyo, ati mwanaume akienda kulala na wewe na, una, unaanza kumwambia wewe sijui ulipanuka sijui nini sijui ulipata watoto ukapanuka. Hakuna kama mambo na kupanuka, tafadhali. Na kama we ni mwanaume unachonga, unaambianga bibi yako hivyo Tafadhali wacha, sababu utamwambia hivyo alafu ile siku atatoka, atatoka kwako utamtafuta na utampata. Tulisema hii wacha tujenge maboma bwana, tuone at least ime, imesimama. Unajua hata, hata Mungu anafurahi yangia akiona ndoa yenye imesimama. Na isa kuwa mimi si mwerefu sana na hizi maneno, lakini kale kali nitro knowledge niko na kenyewe ndio najaribu at least tuone kama mboma sina isa simama. Sawa, so guys. Thank you for watching my video. Na usinyimane. Na kama unanyimananga tafadhali, be wise. Usiwai nyima bwana yako. Na kama wewe ni mzee, mm? Kama wewe ni mzee, usiwai ambia bibi yako maneno ya kumuumiza kwa moyo. Mm? Ama ni yezi guys. Thank you for watching my video. I'm Vanilla. I love you. See you tomorrow.